Kwanza nitaanza na neno la Mungu kutoka kwenye kitabu cha Mithali ambacho kimeandikwa na mfalume Suleiman Suleiman bin Daud au wa Kristo tunamwita mfalume Suleiman kwenye kitabu chake cha Mithali sura ya kumi na nne kuanzia mstari wa 34. Inasema haki huinua taifa bali dhambi ni aibu kwa watu wote haki huinua taifa bali dhambi ni aibu kwa watu wote. Nilipoongea nanyi tarehe 24 mwezi wa tano, nilipoanza hoja ya utekaji uliokuwa umezidi katika nchi. Nilitoa takwimu iliyotoka TLS Tanzania, uh, uh, Law Society ya watu waliokuwa wametekwa au kupotea wengine kupatikana wengine kuokotwa wamekufa. Na sasa ni almost miezi mitano baadaye, utekaji umeendelea, umekuwa wa kutisha sasa. Sasa sio utekaji tena, umekuwa uchukuaji au uvunaji. Imekuwa sasa ni kama mtu anavyochukua kuku kwenye banda la kuku, wakati wowote wa saa yoyote, kwa namna yoyote, mtu yoyote sasa anachukuliwa. Si mwanafunzi, sio winga wa Kariakoo sio padri sio shehe sio balozi mtu yoyote anaweza kuchukuliwa. Kwa hiyo utekaji umekuwa wa kutisha sana, na mpaka sasa hivi wakati nazungumza nanyie, mara ya kwanza nilisema wakati ule kulikuwa na watu themanini na nne wale ambao walikuwa kwenye orodha ya watu wa TLS. Tangu wakati ule, sasa hivi ni watu wengi ambao zaidi ya mia moja na, na, na, na nane hivi ambao ama wametekwa wakapatikana, ama wengine hawajapatikana kabisa na na kauli zinazotoka kuhusu watu wanaotekwa ni kauli nyepesi sana kuzisikiliza, ni kauli nyepesi ukilinganisha na uzito wa uhai wa mtu. Ndugu zangu, naomba tukubaliane, uhai ni zawadi ambayo Mwenyezi Mungu anatupa na hakuna mtu mwenye mamlaka ya kupoka uhai wa mtu, hayupo. Tupewa zawadi na Mungu kama ya uhai, tuitumie kwa ajili ya utukufu wake. Kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, katiba ya mwaka 1977 ya ibara yake ya nane kifungu cha